Amna hawezi kumkumbuza yoyote. Nimekwambiaje yeye, ya atetereki, yani ateteleki kwa chochote, hata wakae juu, yani amuwashi bwana, yuko naye lelelele na anatamba naye. Sikizani nikwambie mfano, una mahusiano yako ya muda mrefu sana, labda nikuulize tu wewe, si ndiyo? Unaweza ukaacha mahusiano yako ya muda mrefu kwa ajili ya upuzi, wewe uchiti mpenda nyumbani mpendi. Kwanza tabia yenu nyinyi wanaume, mkishaenda nje mkishalizika, unasema mimi nimefanya nini hapa? Mbona leo mke wangu nyumbani mzuri sana anaondoka kwa mwanamke wake? Yeye anakuona mjinga. Sasa ukashamaliza shida zake, sasa wewe mchepuko, makelele utapiga, tutakuona chizi tu, umechanganyikiwa. Umenyelewa. Na kama mwanamke ambaye ana akili zake timamu, hawezi akachana mwanamke na bwana wake kwa sababu eti ya mchepuko. No, mimi ujasiri amenipa yeye mwenyewe Zuchu. Yes, yes, acheni na mwanamke kwa sababu si mtu kaja akapiga makelele. Wewe dili na bwana wako, kwa nini unitaje mi kwenye vitu vyako? Kwa nini amtaje Zuchu kwenye vitu vyake? Mbona Zuchu ana hata huo muda? Alafu we mtu mwenyewe, sasa tumjue hata jina lake, anaitwa nani, na nyota yake pia imekata, maana followers yenyewe ana <laughs> Bae, hey. Harmonize na Kajala wamerudiana. Kuna lolote la kusema? Hakuna penzi sijaona. Kuna wamerudiana? Wamerudiana. Kweli? Alipeta umevalisha. Tusubiri mwisho wake. Utaona, utakuja kuniambia Masha likwaje. Kama unasema kuna, kuna penzi. Ah, kwa sababu wanakuwa siku mbili, alafu wataachana tena. Kwa hiyo mimi naona kama wanaweza wakaachana tena. Sina uhakika. Umenielewa? Kwa sababu yani siku zote Kajala yeye amenyoka hivi. Umenielewa? Amo ndo anakuja anazinguage. Kwa hiyo Kweli ndoa itakuwepo, mimi nitafurahi, sababu nitapeleka matarumbeta, nitafanya kila kitu. Ehe, baraka, baraka. Penzi hapo? Ah, kwa ninavyoona. Au ameonaje? Nakuuliza. Ah, kwa sababu gani? Mwaka juzi alivaishwa pete, pete imerudiwa tena, umeelewa? lakini ni ya ukweli kwa sababu sasa stanikaniambia lazima watu wafanye nini, waoane na ukumbi ume, yani sasa hivi tuna group kabisa la sherehe, huko kumbi tayari kwa eh eh, sasa u mhm, nauogopa, nataka nimeonyeshe lakini nimeogopa, unachukua na mm -hmm. Ni ukumbi yani kila kitu, na sasa hivi tuko kwenye process za kujua shera, tunaenda la Kajala, tunataka kununua nchi gani?